Mimi uh, kwa niaba ya kamati nzima, kwa kweli nichukue fursa hii kuipongeza sana wizara kwa usimamizi mzuri. Tumejionea jengo hili limekidhi vigezo vyote vya kitaalamu, lakini wamejiongeza, limekuwa la kisasa mno. Tumeonyeshwa miundombinu ya kuzima umeme, ya gesi, ya maji. Wamekidhi vigezo pia vya watu hata wenye mahitaji maalum. Ofisi ni kubwa, hewa ni ya kutosha na mwanga ni wa kutosha, ambao hata kiufanisi vinaweza kwenda kupunguza gharama zingine kama za umeme. Tulipokea kiasi cha shilingi bilioni 24 milioni 982 laki 137 na 134 na senti 45 kwa mwaka wa fedha huu kwa ajili ya jengo hili, na wao kama kamati wamefika kukagua fedha ile kama tumeitumia sawa sawa. Tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuruhusu sisi tuendelee na ujenzi wa jengo hili na leo hii kamati wamefika na wameridhika kabisa na aina ya ujenzi uliofanywa, lakini miundombinu walioikuta ndani ya jengo hili wameipongeza na kushukuru mno kwamba thamani halisi ya fedha imeonekana. Sisi kama wizara tunajisikia faraja kubwa kwa ma mapokeo haya ya kamati yetu ya kudumu ya Bunge kwenye mradi wetu huu wa mwisho kwa mwaka huu wa fedha ambao wamefika kusimamia. Tulianza nao kule Chato kwenye ujenzi wa soko la samaki. Tunashukuru pia kamati iliridhika na usimamizi na utekelezaji wa mradi ule, na siku mbili zilizopita tulikuwa pamoja kukagua gala pale wilayani Mpwapwa kwa ajili ya kuhifadhi malisho ya mifugo yetu, nako pia walipokea vizuri ujenzi ule wa gala. Na leo hii tunapohitimisha, kwa kweli sisi kama wizara tunajisikia faraja, kwani waheshimiwa wabunge na bunge letu tukufu ni wawakilishi wa wananchi. Kwa hiyo tunaona jicho la wananchi limeridhika na kazi yetu tunashukuru sana na tunachowaahidi wananchi wetu wa Tanzania hasa wale tunaowahudumia sisi Wizara ya Mifugo na Uvuvi, wavuvi wetu na wafugaji wetu, wasiwo na wasiwasi na utendaji wa kazi wa wizara yetu ya mifugo na uvuvi. Tuliapa na tukaahidi kuwahudumia kwa viwango vya hali ya juu, na tumeanza kwenye miundombinu hii kwa utayari wa Daktari Samia Suluhu Hassan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 Tuzidi kuencourage hata miradi mingine ya serikali, tusikimbie sana kuleta wageni. Pesa inapobaki humu ndani inatusaidia. Kama wameweza kujenga majengo haya, ninaamini injinia wa China na injinia wa hapo wote tuko sawa. It's just an empowerment. Mradi wetu kwa sasa umefikia asilimia tisini na tatu na kazi kubwa ambazo zimebaki ni kazi za umaliziaji hasa, kuna fire pump kwa ajili ya kupandisha maji kutoka kwenye water storage tank basement kwenda kwenye matenki kule juu ili yaweze kushuka kwa njia ya gravity, pamoja na kazi ya umaliziaji kwenye vioo kidogo, na pale mbele sehemu ya kuingilia main entrance, canopy. Hizo ndio kazi kubwa ambazo zimebaki, na tunaamini kwa huu muda ambao tumeongezewa, eh, kwa jitihada ambazo ziko kutoka pande zote za mradi tutaweza kukamilisha.